Mlango wa kumi. Basi Wafilisti wakapigana juu ya Israeli, nao watu wa Israeli wakakimbia mbele ya Wafilisti, wakaanguka wameuawa katika mlima Gilboa. Nao Wafilisti wakamfuatia sana Sauli na wanawe. Wafilisti wakawaua Yonathani na Abinadabu na Malkishua, wana wa Sauli. Tena vita vilikuwa vikali sana juu ya Sauli, nao wapiga upinde wakampata, hata akafadhaika sana kwa sababu ya wapiga upinde. Ndipo Sauli akamwambia yule mchukua silaha zake, futa upanga wako, unichomi nao, wasije watu hawa wasiotahiriwa wakanisimanga. Lakini huyo mchukua silaha zake akakataa, kwa sababu aliogopa sana. Basi Sauli akautoa upanga wake, akauangukia. Na mchukua silaha zake alipoona ya kuwa Sauli amekufa, yeye naye akauangukia upanga wake, akafa. Hivyo Sauli akafa na wanawe watatu na nyumba yake yote wakafa pamoja. Kisha watu wote wa Israeli waliokuwa huko bondeni walipoona yakuwa wamekimbia na yakuwa Sauli na wanawe wamekufa, wakaiacha miji yao wakakimbia, nao Wafilisti wakaenda wakakaa humo. Na ikawa siku ya pili yake, Wafilisti walipokwenda kuwateka nyara hao waliouawa, walimuona Sauli na wanawe wameanguka juu ya mlima Gilboa. Wakamvua mavazi, wakamtwalia kichwa na silaha zake. Kisha wakapeleka wajumbe kwenda nchi ya wa Wafilisti pande zote ili kutangaza habari kwa sanamu zao na kwa watu. Wakaziweka silaha zake nyumbani mwa miungu yao, wakakikaza kichwa chake nyumbani mwa Dagoni. Na watu wote wa Yabeshi Gileadi waliposikia hayo yote Wafilisti waliomtenda Sauli, wakainuka mashujaa wote, wakautwaa mwili wake Sauli na miili ya wanawe, wakaileta Yabeshi. Wakaizika mifupa yao chini ya mwaloni huko Yabeshi, nao wakafunga muda wa siku saba. Basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana, kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika, na tena kwa kutaka shauri kwa wenye pepo wa utambuzi, aulize kwake, asiulize kwa Bwana. Kwa hiyo akamua na ufalme, akamgeuzia Daudi mwana wa Yese.